Hai, wizara ya afya imesitisha utoaji wa leseni za bidhaa zote zinazohusiana na nikotini ikiwapa waagizaji, watengenezaji bidhaa, wasambazaji na wauzaji muda wa siku ishirini na moja kuwasilisha upya maombi ya kupata leseni mpya katika hatua ambayo Waziri wa Afya Aden Duale amesema kuwa itapunguza utumiaji wa tumbaku na nikotini humu nchini. Duale aliyesema hayo wakati wa sherehe za maadhimisho ya siku ya tumbaku duniani zilizofanyika mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu ambako alisimamia uteketezaji wa zaidi ya tani tano za bidhaa za tumbaku na nikotini zilizonaswa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Eldoret tangu mwaka 2021. Siku ya tumbaku duniani huadhimishwa kila mwaka tarehe 31 mwezi Mei, kutoa hamasisho duniani kuhusiana na janga la tumbaku na vifo vinavyoweza kuzuiwa na ugonjwa inaosababisha. Hey! Shireni za mwaka huu ziliandaliwa mjini Eldoret County wa Singishu, ambapo maudhui alikuwa kufichua njama kuhusu utangazaji wa bidhaa za tumbaku na nikotini. Ni hapa ambapo waziri wa afya Aden Duale aliagiza kusitishwa kutolewa kwa leseni za bidhaa zote zinazohusiana na nikotini. Waziri aliongeza kusema kuwa bidhaa hizo zimekuwa tatizo kubwa katika jamii ambapo takwimu zinaonyesha kwamba kiwango cha matumizi ya tumbaku na nikotini humo nchini ni asilimia nane nukta tano ambapo hata watoto wa umri wa kati ya miaka kumi hadi kumi na saba wanaathirika.

About 12,000 people die every year out of nicotine and tobacco products. Waziri aliandamana na katibu wa afya ya umma Mary Muthoni na maafisa wengine. Pia alisimamia kuteketezwa kwa zaidi ya tani tano za bidhaa za tumbaku na nikotini zilizonaswa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Eldoret tangu mwaka 2021. And entities previously licensed are now required to reapply within 21 days Submitting full compliance, documentation for consideration. Kadhalika waziri alitia saini ilani ya gazeti rasmi la serikali akibainisha picha 17 za kuibua hofu zitakazobandikwa kwenye bidhaa za tumbaku na nikotini ili watumiaji wakome kuzitumia. Kasi cha namasha dira ya Magwiji.